Hello, mambo vipi? Karibu katika Legela TV tukikuletea stori nyingi za kiburudani hapa. Utapata kuelimika pia, utaburudika utakuwa nami mwana lee kuanzia mwanzo hadi mwisho, usitoke tukiangalia mjini YouTube. Leo nyimbo mbalimbali zimeendelea kutrend na leo nimekuletea top 5 ambazo ziko on top, tukianza na nyimbo ya Barnaba aliyomshirikisha Diamond Platinum. Fata fata kuna muda vina boa. Nyimbo inaitwa Salama na ina viewers 620k na ina siku tatu tu toka imetoka. Salama, salama. Sijui wewe uko. Ya pili ni yake Ibra inaitwa copy and paste. Oya, wanangu mtaji puzi, si unapumua? Hii imetoka na siku tano tu, na pia ina viewers 23k. Iwe nyeusi ama kijani, kwenye riziki hakuna utani, kama ghetto tunafua. Ni kukopi na kupesti. Nyimbo ya tatu ni ya Jay Melody akimshirikisha Alkiba inaitwa ni Shaloa. Ina views 516 na ipo mjini kwa siku tano tu, nayo inaendelea kutrend <tune> Mwangu moyo shalenga pia ndani utamu shalamba oh. Na nyimbo ya nne ni yake Juma Jux bwana harusi wa taifa. Huyu nyimbo inaitwa God Design ambayo amemshirikisha Faino. Huu ni msanii kutoka Nigeria, ina siku 12 tu na ina 2.2 million viewers yeah. Na nyimbo ya tano inaitwa Tete ni yake msanii Mario kutoka hii ina 5.2 million na imetoka ina mwezi mmoja tu lakini bado iko on top YouTube trending. Na hizo zilikuwa top 5 ambazo nimekuletea leo. Endelea kufuatilia Leghela TV. Usahau kusubscribe channel yangu na kushare na kulike ili uendelee kupata maburudani mengi, mengi mengi zaidi na zaidi. Shout out. I'm out.